Binafsi maisha ambayo umeishi kwenye Noma ni maisha yako, kwa maana kwamba ule ufukara, maisha ya chini. Hapana, hapana, sio maisha yangu kabisa, yani hii ndio character mpya nimewahi kuifanya. Nakumbuka nasema kila siku producer alikuwa ananiuliza mara kumi kumi Angel, utaweza kweli kukaa kwenye hii character na ukaitendea haki, kwa sababu watu wengi wamenizoea kuigiza kama Lolita tajiri, danga vingereza vingi, nini nini. Kwa hiyo uswahilini sijawahi ku, kuigiza kwenye uswahili, na watu wengi wanasema unaongea taratibu, utaweza kweli namshukuru Mungu, mume wangu pamoja na cast wengine wameweza kunisaidia kukaa na kuijenga hiyo character inikae kama Chioma, na nimefurahi kuwa na positive reviews kutoka kwa wadau kwamba nimeua. Kwa hiyo tegemeeni mazuri zaidi, yes. Maneno umeyasikia? Ah, maneno umeyasikia. Maneno yanipa faraja. Yeah. Yaani mimi ndo usingizi wangu. Yaani hata nifanye vurugu kiasi gani, yeah. Bila y chichi mimi siendi kokote, kaka. Kwa kazi yote ambayo mshakutana mbali na hii? Hapana. Hii ndio kazi yangu ya kwanza na Na Chioma. Ah, ni kazi na yangu ya kwanza. Tumepanga kuua. <laughs> Yaani tumepanga <kuwa. laughs> Ndio kwanza tumeanza. Yeah. Yeah. ndio maana umeona tulichokifanya kwenye Noma. Noma ni moja ya series kubwa sana kwa sasa hivi. Yaani huu ni mwanzo, tumeuanza. Lakini Noma ni series ambayo itakuja kuchukua East Africa kabisa, yani. Kwa sababu vitu ambavyo tumevifanya huko ndani, casting za wasanii ambao waliofanya hiyo kazi na vitu vingi ambavyo vimefanyika kwa picha iliopigwa ni bonge moja la series. Katika maisha yangu sijai kufanya series kubwa na nzuri kama hiyo unajua unafanya kitu na wewe mwenyewe unapenda una enjoy kufanya eh? Ndo Noma tulichokifanya. Stori ilikuwaje, walau kwa ufupi, wewe kushiriki kwenye Noma, kuna namna yote ambayo tuliomba, tulitafutwa ama ilikuwaje no. <laughs> kitu kilikuwa ni kikubwa, lakini mimi si mtu ambaye niliombwa. Bahati nzuri mimi na, na Adam niliwahi kufanya naye kazi ya kwanza Connection, kwa hiyo anajua utendaji wangu wa kazi akanambia: brother eh, angalia stori hiyo hapo nimekutumia hapo mjiangalie, mko watu wanne, unapita wapi? muona bwana. Nikasoma nikamwambia, mimi napita kwa Bwana Saidi. Akanambia hujawahi kufanya kazi ya, ya, ya uswahilini. Nikamwambia yeye na ndio maana na mimi nilikuwa natamani siku moja nifanye kazi ya uswahilini, sababu so, hizi kazi nyingine ninazofanya nafanya kwa uwezo wangu, lakini sijawahi kubadilika kwa staili nyingine. Nikamwambia kwa Bwana Saidi napita, anaambia na mimi nilikuwa nafikiria humo, lakini kahisi kama utaiogopa hiyo nafasi. Nikamwambia hapana, napita. Kwa hiyo ndio hicho kilichokuwepo, tukakaa mezani tukaelewana, tuka na kweli, namshukuru Mungu, jambo limeanza limeanza la moto. Ukimwona Saidi Sidi alichokifanya mle ni hatari sana jinsi, <laughs> yes, ambavyo umeonekana kwenye noma kama Saidi, kama vile ambavyo usiku umechukua, ni mtu ambaye wa maisha ya kawaida hivi, yeah, yeah, wewe ambavyo umedress kwa mara ya kwanza, mtu kikuangalia hujaigiza maisha hayo makubwa yeah. Ni maisha ambayo tume, tumelelewa hivyo tumekulia hivyo kwenye hali ya kimaskini, ama ni, ni, ni sanaa imetotaka tuishi humo, wa sio nijua oh, labda mi yale ndo maisha yangu tena tukiweza kuongelea maisha yangu hata yale maisha ambayo namcheza Saidi bado alikuwa na afadhali huko nyuma ambapo nilipokuwa nimeanza. Kwa hiyo unachokiona nakifanya kwenye kwa Saidi ni maisha ambayo mimi nilishawahi kupitia ama rafiki yangu niokuwa karibu yangu ameshawahi kupitia. Saa hii nimekuwa mkubwa, maana hata marafiki zangu kuna maisha ambayo nayapitia, hivyo vyote ambavyo nakutana navyo, lakini yale mi maisha ninayajua vizuri na mengine zaidi ya yale nimewahi kuyaona pia. Ama nikuchunganishi kidogo, mitaa ambayo tunaishi kule. Moja ya tamthilia ambazo zinaitika ni Kombolela. Umezungumza yeah. Masuala ya Kiswahili hapa. Mm. Unazungumza Kiswahili, Kombolela ndio kila kitu. Mm. Naomba tunaweka kwenye daraja gani? Tunajaribu kulala mule ambapo Kombolela ipo ama kila mtu ana nafasi yake, na ndio maana mimi hiyo nafasi nilitaka zaidi ya maana yake. Mm. Sisemi kwamba Kombolela ni series mbovu hapana. Kombolela ni series kubwa sana na waliofanya wamefanya kitu kikubwa sana, hilo nakubaliana lakini Noma ni zaidi ya, si, ni zaidi ya Kombolela. Style maisha ambayo tunaenda kuyaishi mimi na Chioma ndani, sisi tunaocheza uswahili wazetu, wanacheza uswahili wa chini. Sisi tunacheza uswahili ambao maisha ya watu wengi wako nayo, vijana wengi tuko nayo, kwa mimi nacheza maisha ya kati. Kwa hiyo inawezekana ukawa siwezi kuniona kwenye uswahili ule ambao unaocheza Kombolela, lakini kwa maisha yangu ya kati Manake hapo kwenye kombolela hakuna kijana ambaye anamiliki gari, ana maisha, ana mke mzuri kama Chioma, unaona bwana, eh, ana washikaji, wana vibe kama vile, unaona unaona, unaenda music, unaona oh, maisha yao ni story, wako ndani na nini na nini na nini hivi. Lakini huko mimi, unaona yani, namiliki gari na maisha, unavaa una nini, lakini maisha yangu ya kati, ambayo naweza kukaa kwenye mkeka, ni kala zangu, kanyo zangu, chai na na miogo, siju nini na nini, yani maisha fulani. Ni mwanamke tu ananitengenezea mazingira ambayo sio rafiki kwangu, huwa Chioma, nani anatakiwa asifiwe? Ukubwa ukubwa wa Noma ushanichanganya. Ukubwa no, wa wa Noma, <laughs> ukubwa, Noma. Ukubwa Noma. <laughs> <laughs> Kwanza lazima unisifie, unipe nafasi yangu brother mm. Ah, nimefanya kitu kikubwa kwa wasanii ambao tuko nao kwenye Chioma, washikaji zangu <laughs> lakini nimewafanya kitu kibaya. <inaudible> Ah, mtu mzima sasa hivi. Tuko na shooti moyo. Kuna series kwa inaitwa Moyo, nikaja mzani wa mapenzi, nikaja series nyingi kwangu zimefanya, zimepita hapo siri connection hmm. Mbona bwana bwana siri bwana, siri na yeah. Na siri bwana yeah, yeah. Yeah. Nazungumzia siri kwenye penzi fulani dada fulani hivi, taxi driver mefanya maajabu sana mefanya <laughs> uhuni sana. Kipi ambacho kinafanya ubaki kwenye ubora ubora kila siku zote? Ah uh, moja ya vitu ambavyo vijana wengi ambao wanakuja kwenye industry na wengine hawavijui <laughs> sanaa ya maigizo si sanaa ya ya ku ukiwa umeshoot tu umecheza kimeruka pale ukaona ndo umemaliza Hapana, sanaa ina vitu vingi sana. Moja, maisha yako, jinsi, jinsi unavyoishi jinsi unavyo, unavyo, mtu anapokupa kazi yake na kuiheshimu moja vijana wengi sana ambao, moja kitu ambacho wasanii wengi vijana wanadondoka kwenye hii tasnia ya unaona, yaani mtu akishapata kazi anamdharau hata mtu alompa kazi. hawa, hawatazami kwamba nafanya hii kazi leo, kwa mfano umenipa series ya Noma mimi wewe ndo bosi wangu ni, ku, nikushawishi kesho unite series yako nyingine, sio mimi nikudondosha, ni wewe yani adui yangu. Sasa nimekiona kwa baadhi ya wasanii wengi sana, ni wao wanakuwa ni maugombi na maproduce kwamba yani, ile muda kwa wakati, ukiambiwa saa mbili utakuja saa sita utafanya, yani wana vitu vingi sana tofauti na kazi ambayo wanayoifanya. Kwayo mimi kwangu, hivi vitu niliviondoa kwanza. Jambo la kwanza naheshimu kazi yangu kwa sababu ndio kazi inayoniendesha a maisha yangu mimi na familia yangu nyumbani, ndio inayonipa ugali wangu. Kwa hiyo kinaniambia saa mbili saa moja nitakuwa set. Kinaniambia bwana tunatoka saa tisa hata nikiondoka saa kumi usiku nimeongea sawa, sawa. Si, si sawa, sawa. Ni kila sawa tu naongea, hakuna tushuti, sawa, niko kazini, nafanya kazi. Kwa hiyo hicho ndio kinawafanya maproducer wengi wanapenda kufanya kazi na mimi na mimi ni mshikaji, ukinambia tunaongea yaani tu... hivyo nielekeze, mi niko hivyo. Kwenye kazi lazima ninyenyekee, kwa sababu ndio maisha yangu. Sisi wote ni vijana, tunatafuta ugali. Kwa hiyo usipoheshimu kitu ambacho kinakupa ugali wako, huwezi kufanikiwa katika maisha yako. Kwa hiyo moja ya vijana wajue, moja ya mafanikio yangu ni kuheshimu kazi yangu. Naiheshimu sana hii kazi. Kwa hiyo mimi unaweza hata mke wangu nyumbani atajua tutautani wote, lakini sio kwenye kazi yangu na bahati nzuri yeye ameelewa kwamba mimi nafanya nini, mm. Naweza nikamkumbatia mtu akamwambia, ujamkumbatia mkumbatie sana. Mimi nakujua wewe. Oho, na mke wangu shabiki yako? Sana. Sana. Yani, mimi mpaka familia yangu watu wanapenda sana ninachokifanya. Kwa sababu wanajua anafanya kazi akimaliza kazi. Mimi nikimaliza kazi muda wote hata saa kumi nitarudi nyumbani kwangu tagonga mlango nitalala. Sina vitu vingine brazo, kwa hiyo naheshimu kile ambacho ninachokifanya na ndio maana unaona niko na, sio hapa tu, nitakuepo sana, labda kwa uwezo wa Mungu nisipata marazi na vitu vingine, nipo sana, watanichoka na kila siku kinipa ni tofauti na jana. Hiyo ndio kazi yangu, kila siku naonyesha ni kila siku nitaonyesha kitu kipi. Siku hizi kumekuwa na ile dhana ambayo watu wanakuja kwenye makundi ya sanaa lakini hawafuati sanaa wanafuata na mambo mengine. Kama na mwanamke anafuata wanaume, kama na mwanamke anafuata wanaume, kama na mwanaume anafuata wanawake Unaionaje hii ambayo inayofanyika kwa maana industry ipo design gani kwenye, kwenye maisha haya? Hata shule tunapokuwa shule tunapokuwa shule mwanzo tunakuwa hatuelewi, lakini tunapokuwa tumepata akili, kila mtu ana mawazo yake. Mi sikuficha, wakati naanza sanaa kundi letu lilikuwa na watu zaidi ya watu mia, watu 80 kwa kama watu 80, lakini nikikwambia kwenye lile kundi mtu aliyobaki mpaka leo ni mimi. Hey, hey. Sijui sasa. Mtu kashaolewa wengi ana watoto sita, wengine hey. Sio nini unajua. Hey. Kwa hiyo mimi malengo yangu nilikuwa najua naenda kutafuta nini. Kwa hiyo na wewe unapokuja umeona wewe unaposhika mic hapo una majua una malengo yako. Ukipambana kwenye yale malengo yako kwamba mimi najua siwezi kumlaumu mtu ambaye hajafanikiwa. Hicho ni kiburi. Hilo ni vazi la Mungu. Siwezi kumlaumu. Lakini lazima ujiwekee malengo yangu kwamba mimi malengo yangu nataka nifike wapi. Mimi toka naanza sanaa, nilikuwa nasema siku moja atakuja mtu kunioji unaionaje sana lakini leo. Kwa hiyo <gatikai> ni ni ndoto zako zimetimia. Walahi nakwambia, huyu hapo mume wangu mume wangu, jamani, twende eh. Chichi, unaonaje kuwa kwenye sinema? Simuona. Kwa hiyo walahi nakwambia. Unaonaje furaha kiasi gani kuwa naye? Ninampenda kwanza, nilikuwa nampenda toka zamani, kabla sijaanza kuigiza naye, kwa hiyo nilikuwa nampenda kwa hiyo baadaye nilipokutana naye, nimezidi mapenzi kwake mpaka siwezi kuigiza, kama najikuta siwezi kuigiza Hey. jamaniaaakatika <laughs> jamani, sanaa <laughs> pia hamwezi mkafanya mkapata kitu kizuri kama mkiwa mnaogopana. Unaona, lazima mtengeneze chemistry ili kazi iwe nzuri. Kwa hiyo mimi nimefurahi sana, nilikuwa nikitamani sana kufanya kazi na Habibu kwa muda mrefu sana, na nilipopata kasti ya Chioma alafu nikakuta kwamba Habibu ndo mume wangu, nikasema asante Allah. <laughs> <laughs> Ndoto na kama mlivyoona episode 1 tuliyoipreview, uh, leo kazi mmeiona ni nzuri, chemistry yetu ni Noma sana. Noma. Kwa hiyo watu wote waendelee kuangalia Noma wasipitwe, mambo ni mengi, mazi, ya, yaani ni ya moto sana. Wewe binafsi maisha ambayo umeishi kwenye Noma, ni maisha yako kwa maana kwamba ule ufukara maisha ya chini. Hapana, hapana, sio maisha yangu kabisa. Yaani hii ndio character mpya nimewahi kuifanya. Nakumbuka nasema kila siku producer alikuwa ananiuliza mara kumi kumi. Angel, utaweza kweli kukaa kwenye hii character na ukaitendea haki? Kwa sababu watu wengi wamenizoea kuigiza kama Lolita, tajiri, danga, vingereza nyingine ni nini? Kwa hiyo uswahilini sijawahi ku, kuigiza kwenye uswahili, na watu wengi wanasema unaongeaga taratibu, utaweza kweli. Namshukuru Mungu, mume wangu pamoja na cast wengine wameweza kunisaidia kukaa na kuijenga hiyo character inikae kama Chioma, na nimefurahi kuwa na positive reviews kutoka kwa wadau kwamba nimeua. Kwa hiyo tegemeeni mazuri zaidi. Yes. Maneno umeyasikia? Ah, maneno umeyasikia. Maneno yanipa faraja. Yaani mimi ndio usigizo wangu. Yaani hata nifanye vurugu kiasi gani. Bila chichi mimi siendi kokote kaka. Kwa kazi yote ambayo mshakutana mbali na hii. Hapana. Hii ndio kazi kwanza. Yangu ya kwanza na Chioma. Uh, na Chioma. Ah, ni tumepanga kuua. Yaani tumepanga ku ndio kwanza tumeanza. Eh. Sasa nikasema ni kapo kapo kapo bora kwenye Noma. Vipi? Hakuna kitu kingine. Sisi ndio kapo bora. Hakuna chingine ndugu yangu. Eh. Jamani. Nimefurahi sana. <laughs> kama tuzo mpeo kabisa. Yeah, ah, tuzoe kabisa Ah. lakini naombeni mume mume wangu ni na na wangu. Nina shida na. Ni swali la mwisho. Eh, maliza uliza Habibu nowadays kazi ya sanaa imebaki eh, kama imeingia sana kwenye YouTube. Mm. Watu wengi sana wanapiga hela kwenye YouTube. Mm. Sio ni kazi mzee wangu wewe vipi, ama sio michongo yako? Oh, okay, ukituuliza sisi tunatamani kila mtu anatamani kuenda YouTube. Mm. Lakini YouTube wana utawala wao kuna watu wana utawala kule. Kwa hiyo kama, kama sisi kwenye TV huku kuna utawala wetu. Ukimchukua mtu wa YouTube kimleta huku, uh, unaona sio kwamba hawezi, anaweza, lakini kuna vitu unaona vingi anavikosa. Kwa hiyo ukitaka kuliingia lile soko lazima ujipange, niangalie jinsi gani ninavyokwenda mimi. Hata kesho kinaniambia natamani kuingia YouTube, lakini pana utawala wao na wanyu watawala. Kwa kweli mtakuta mifano mingi, wasanii wengi sana wakubwa wamefanya kazi zimeenda YouTube, wamedondoka wengi sana. Sikuficha, nisitaki tu kuwataja majina, lakini wengi wamedondoka kwa maana gani? Maanake kule kuna watawala wenyewe wakifanya kazi zao zinaenda, wewe ukienda hani haugusi kabisa. Kwa hiyo kuna muda utafika, tunatafuta njia njisi gani sehemu yote lazima utafute tobo. Yani, ukiona mwanzo kadondoka, sio na wewe unaenda hapo kadondoka. Utafuta tobo, njia itapatikana tu siku moja. Ikipatikana ndo hapo hapo tutapata nafasi. Kwa hiyo tutarajie, siku moja tutakuona huko. Sana. Mimi na kazi nyingi sana ziko ndani, na natamani ziende YouTube. Lakini bado naona kabisa, sijaliona tobo. Kuna tobo tu nalitafuta, na nitalipata. Kwa uwezo wa Allah nitapata hilo tobo. Wewe angalia, nani ambaye amefeli mpaka na wewe kama umekata tamaa, wengi. Wengi. Sitamani tu kuwataja. Si unajua, lakini ni wengi. Unajua mwingine ukamwona taja wanakuwa navunjika moyo, no. Kwa hiyo ni wengi wamefanya, uh -huh. Tena wengine wakubwa kabisa, unaona siri zao, uh -huh. Na no, mpaka wameziamisha, sasa hivi wameziweka sehemu wa nyingine. Asante sana, nimefurahi sana kaka.